Watazamaji katika chaneli hii ya michezo Kiganjani naeikingurumisha. Hapa ni Noel Lokasi hii leo ni duk oga Abuya. Lakini kabla hatujaenda kwenda kumwangalia mwamba huyo, naomba kuweza kukumbusha, kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi pale ambapo tunakuwa tunaziupload. Twendi tukamwone Duk Oga Abuya. Huyu ni midifieldi wa hatari sana, anakichafua kichafua kwelikweli, mpaka wewo mwenyewe unaona kazi ya mwamba kweli, ishati limetoka jasho. Hasa Duk Oga Abuya, kalamu iliishiwa wino, imebidi makala iandikwe kwenye madhabau ya Skofu Kakope, dakika chache kabla ya kengele ya malaika wa Bwana kwenye kanisa la mtakatifu Petro, andiko lilihitaji utulivu kama ue na sua na macho wima kama wanafunzi wa muha na section. Kiungo bora mkabaji anastahili andiko la presidential. Unamtazama mwanaume pichani aliyechagua kuvuja jasho, aliyegeuza mkapa kama vijana wa hozi. Mpaka dakika hii tupo jangwani tukimomba amwachie li mbanzu jinchaze hua na Steven Dese mugwara. Baada ya kuzunguka vituo vyote vya polisi, taarifa zinadai mara ya mwisho alionekana nao yeye maeneo ya Temeke. Your favorite school boy met with a big boy in business

kama hamjaelewa UDSM hapa tayari kwa hapa, Nkrumah Hall akae na viungo wenu hawape darasa leno lenu time to grab your popcorns. The clock is running down for them haters breast beyond belief na kumpa likizo ya malisho hadi ucho Tuk oga Abuya kakagua vyeti vyake vya viungo wenu, walisema wabingwa bila kumkaba nani, haiwezekani. Katika uwanja Abuya hamilike duka, ndio maana hatoki kitambi. Huyu ni Mkenya, muuaji wa kimya kimya katikati, anapachafua kwelikweli, anapatii na panamtii, anaochezea mpira jinsi vile anavyohitaji atakaye kabo na mtu huyu, hakika ale vile vya kutosha, maana uwezo wake wa akili ni zaidi ya utendaji. Usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu nyingine mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Asanteni makala hii, ni mimi Noel Lokase mzee na, mze, na yali ndima wakati wote katika chaneli hii pendwa ya michezo Kiganjani. Tukutane wakati mwingine tena.